Habari ndugu wapenzi watazamaji wa Sheikh Katoto TV, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha si ustaarabu. Jina langu naitwa Asnati Lusinde niko na Elena Steven. Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha si ustaarabu. Leo tutaongelea baadhi ya watu ambao wanafanya vitu ambavyo sio ustaarabu, elewe hivyo. Unashokutana na mtu unakuta unaongea naye kwenye simu kwanzia mwanzo wa maongezi anatafuna, mpaka mnamaliza maongezi anatafuna tu, alafu zile kelele unazisikia, mpaka unaweza kumuuliza. Je, usha kumuuliza mtu kwani unakula? Anakujibu ndio nakula, elewa. Na unakuta si kwamba wao ndio umempigia yeye, ndio amekupigia. Kuna haja gani ya kumpigia mtu ukiwa unakula? Si hamna sababu, maliza kula, baada ya hapo utampigia mtu simu. Alafu nakuta anachokiongea hakuna pointi ya ba, ya maana sana. Ili mradi anakuambia ni kwa kusamia, lakini hiyo sasa maongezi yenu ndio mwanzo mwisho na kutafunia masikioni. Eh? Hiyo na kwa sio starabu na sio tabia nzuri. Maliza kula, baada ya hapo mpigie mtu simu, ongee naye. Lakini sio unabaki una, una mtafunia tu mwenzako kwenye masikio, eh, basi unabaki unaweka loud speaker, unaweka hivi mradi usisikie. Unaweka hivi unaweka hivi bado yeye anaongea na amalizi maongezi. Kila ukisema haya, yeye anaendelea, anaibua lingine hivi, pale unakumbuka likuaje, basi naendelea kuongea. Na kwa si ustaarabu, sema kweli kweli, au sio starabu? Na kama kula, unajua kula ibada, umeona mm? Ehe, wewe, kama unakula basi mm. ila, unakula abu, maluku unakula basi kula, ukishamaliza utampigia yule mtu mtu, ila amna unakula hapo hapo tena, utashika kazi mbili mbili, mara uko unakula, mara uko unaongea na mtu. Unajua chakula kwa unakula hivi Afu kuna ugejo inawezekana hata kikakupalia. Mm. Ehe. Kwa kuna vitu vingine. Maliza kula, ukisha maliza kula kama salio unayo, simu ya kwako mwenyewe mwazimi mtu utampigia tu huyo mtu. Kama una taarifa nzuri unataka kumwambia utamwambia. Mm. Eh, so huku unakula, huku unafanya hivi, e, unakuja upaliwe bure. Na kwa nini? Kwa nini na kwa sio ustaarabu? Yaani kuna baadhi ya watu hizo tabia acheni. Na basi simu kama hiyo Elena basi angekuwa labda yeye ndo kapigiwa. Na hata kama ukiwa umepigiwa, kwa mfano unakula mwambie, bwana mimi nakula, nikimaliza nitafanyaje? Nitakama huna salio nitakupigia nitakutumia message. Umeona? Mm-hmm. Haina haja kwamba huo una unakula huku unaongea na simu. Kwanza unamdisturb mtu unayeongea naye. Cha pili kama ulivyosema kula ni ibada, pia unajisumbua wewe mwenyewe. Eh? Una, mara mara kula atakuwa kwanza akili yako iko kwenye kula. Akili yako ipo kwenye kula, akili yako ipo kwenye huyo unayemsikiliza, mwisho atakuja uyabananga maneno yenyewe. Nakwambia hiki na, na mjibu hiki. Au utakuja upaliwe. Eh, au utakuja upaliwe. Eh. E. Fanya kitu kimoja baada ya kufanya kitu kingine. Na kuna wengine Elena, ukiachana na kuongea kwenye simu tu, hata unakuta mtakuta mmekaa. Basi utafuna kitafuna. Yaani wewe kama uko nje, yeye uko ndani namsikia anavyotafuna yeye. Eh? Au Mungu utakuta ndo basi anakula mmekaa na, kwa maana ndo ananyanyua mdomo, mnaona paka kile, kuna kidogo fulani kicha ndani, si kinaitwa kinini kile paka mnakiona, natafuna tena hapo, nakwambia, kwa sio mstarabu. Kwa sababu gani? Umekaa na watu wanne unakula nao, lakini pale unasikika wewe tu tafuna yako wewe, kama vile una mapengo iyo, eh, nakuwa sio na nawala, sio tabia nzuri. Kuna baadhi ya watu wana tabia kama hizo, jamani. Kuna tabia zingine zinakuwa sio tabia nzuri, zinakuwa kama tabia za kitoto. Mambo hayo afanye watoto, halafu mkataze kwamba hii tabia sio nzuri. Sasa mtu mzima anafanya mambo kama ona, maanisha nini? Ndo hapo kwanza, na kwanza tabia nzuri mm. E, eh, mtu mzima kwa sababu ushafikia kwa mtu mzima, una maisha ni unajielewa mm. umeona mm. eh huwezi kila kitu kwa kataza yewe, kutaza, kataza kwanza, hata mwenyewe unakuwa unajisikia vibaya. Mtu mbona kataza kataza, unajiona kali, mimi naniona jana na mimi sina akili vizuri. Umeona eh, kwa kuna vitu vingine wewe, sio kila mtu akwambia tukifurai bwana kwa kibaya watokea kunywa na kujiongeza tunajua kitu kibaya. Mtu unakula huko atakaoongea na mtu na utakuta mtu mwingine hapo jana anapokula huko huko, anakula huko, anaongea na wewe huko, anaongea na wengine kapita mpita njia. Sasa hizi yani fujo, yani mtu mmoja anataka ashike kazi karibu hata tatu domo eh. Wananyanyua yani hapo anakula huko, anaongea na simu huko, kapita mtu huyo anasalimiana naye sijaona za masiku huko, mzee amwambia basi mimi nakata, ukishamaza mambo yako nipigie mnoskatnasalimiana tuna mtupaka anapita, tuendelee na stori eh. Hivi kweli jamani, inakuwa so ustarabu, na unakuta watu kama hao, unakuta ndo wengine wanakuwa na tabia ambazo wanakula hata barabarani eh. Unakuta, bala eh. Unakuta mtu kakaba, anatembea barabarani lakini anakula. Unakuta mtu mzima na kizako tena, kuna yaani mwingine hata umzanii, yaani kavaa vizuri kapendeza mlakumenda lakini Yuko, yuko njiani anatafuna nakwambia. Halafu chakula nacho, kuna vyakula vingine ukila njiani, hata kushangae, labda anatafuna hindi nini, lakini mtu kafuka, yani, ameshika mfuko wa chips na anakula njiani, huku anatembea eh, anaingiza mkono, anachota michips, anaweka mdomoni, anakula huku anaendelea na safari. Kweli, kwa nini usikae chini ukala? Kaa chini ule, ukishamaliza kula, baada ya hapo basi endelea na safari yako lakini sio unapita unatembea unakula njiani watu lazima wakushangae kuna vitu ambavyo ukifanya lazima watu wakushangae kwamba wewe mwenzetu vipi kavurugwa au wow. hata kama ukiomba kibarazani kwa mtu na katini unakula chap chap kutoka hapo unaondoka safari zako unaja gani ule huku natembea barabarani ndio yale yale ndio unapokuwa unatafuna mwisho wako unanyonya midomo unasalimiana na watu njiani wote unabaki kushangaa mingine imetokeza pembeni ya mdomo zingine zinataka kudondoka kwenye mdomo basi ueleweki Eh, fanya moja moja. Wewe unafanyaje mali mali? Alafu unakuta mtu mwingine that's not. Mwingine hata mbaba mtu mzima basi unashota kumkataza. Unabaki tu kumshangaa. Eh, hey, huko anaongea na simu. Huko anakula. Huko unakwambia labda anauliza tena kitu kingine. Hiki kitu shingapi? Huko hapo anakula hapo. Basi mpaka unamshangaa. Fanya kitu kimoja kimoja, maliza hiki, shika hiki. Kuongea na simu simu yako. Kwani simu inaenda wapi? Ukishamaliza utaongea na huyo mtu wako. Ila amna. Unakula nakwambia, unapiga makelele, unampigia makelele makele mwenzio masikioni, mpaka natamani akati mm. Na ukikuta ukikata, anakwambia anatuma message au anakupigia, umekata wewe, ndio uliopiga. Eh, unge kwa ungeweza, unampigia mzee makelele masikioni, unahangaika kwa suku kwa suku kwa suku kwa suku, chakula chenye chakula cha nani kijulikani. Eh, unampigia mtu makelele, mwisho wa siku mtu mwingine kwa anakuwa nakata, afu akikata, anakuwa na hasira nikumpiga, nimempigia mimi afu ananikatia simu. Malizana naiko kitu tampigia jamaa hmm. wa mtu mwingine akiwa nakula, yani kwa mfano kimpigia tu nakwambia, kata nitakutafuta mimi, nakula namuelewa na yeye. Na akiwa mwelewa ba kwanza kimwambia tu kula, nakula anambia, basi taongea baadaye, umeelewa melewa hmm. Kukutana so na mtu mbishi, sasa ndio anaanza wanaendana ana, ana hivyo hivyo, natafunia na masikioni, inakuwa si ustaarabu na wala sio tabia nzuri kikweli, ni swala sio nzuri. Kama kuna watu ambao wana tabia kama hizi, waache, mnasumbua wenzenu. Mtu unakaa na mawazo yako umfikiria, na tafuna kwanza na kwa natafuna kati wewe mwenyewe ujana na unajua utakula nini hmm, hmm. Umekaa una mawazo, kibawe la kula, huna njaa inakuuma, yeye anakupiga simu, anatafuna masikioni, anacho kiongea cha maana hakuna. Basi baadaye maliza kula, amna watu, endelee usiwe na wasiwasi, tuendelee tukupiga stori. Mnapiga stori gani pale eh? Mtu akukatia simu na muona mtu mbaya, muongee nini? Maana cha maana mimi sikioni unachokiongea. Bwana tu mwache mtu akaye afikirie atafanyaje kuhusu maisha yake. Hapo hapo ukimwambia na shida shilingi elfu tano atakaanza kukuambia unapenda kuomba hela. Mm. Eh, hey, unaniombaje mimi hela? Ah, mimi sina hela. Sasa kama vipi kata simu? Unanipigiaje una huku una unakula wakati ujui mwenyewe nimekula usijala. Na mwingine mtu toka asubuhi hajaweka kitu mdomoni. Uwe napiga simu na mtafunia manake nini? Makelele chua chua chua chua kwa unafagia uwanja. Kitu gani manake nini? Sio salamu. Pale unamsikia na msikia kitafuna kitu uwe makelele makelele yake. Yeah. E. Kwanza ujue na sinatifu ushe kupaliwa we. Kupaliwa sikia. Sasa mtu kwa wepa kwa nakula, basi chafanya kimoja kimoja. Hivi fikia kuna kupaliwa. Kwanza ukipaliwa mpaka atuwa ata ilawileko wa yako tu mpaka atuwa, kwa hivyo kwa ni shida nini? Umeona unavota una pale unapohangaika hangaika. Kutokana na nini? Na unaongea huku unakula. Hauwezi ukapaliwa kama uko vutu na kula tu basi. Eh? Mtu ambaye anaongea huku anakula ndio mshasika fanya anapaliwa. Inaanza pale kutoka jicho la kwambia, unahangaika kama utakata roho. Kumbe uko nini, uko naongea huko unakula. Fanya kimoja kimoja. Maliza kula, utampigia yule mtu wako, hata kama una salio utamwazima hata mtu. Bwana ni azime nimpigie ndugu yangu. Hata ukimbifu yeye kule atakupigia. Unaona? Mm. Mm. Eh, haye, kwa hiyo haina haja nakuta hata mgeni anaongea na simu wao. Huko anapiga anatafuna na kwambia kwa mzee wako ndio anakula. Eh, nakula. E, njoo tule. Nakula kitu fulani hapa. Hapa nakula kuku, nakula nini hapo kama anamtambia yule mtu. Unaona? Mm. Sasa nakuwa ipendezi. Ukianga yule mtu ambaye mzee kwa ajala hapa alipoje mpaka mda ule ajui anakula nini. Ana mwaka kuku e, e, ajui hey, hey, anakula miguu yake. Eh, wewe unaambia, <laughs> "Kwa nini nakula kuku? Sijui ya kitu gani?" Eh, nimechafua meza tina naweza, akakuombea kabisa, una bando nikupigie WhatsApp uone ninachokula mm. Maelewa? Una yaani, mtu anakuwa kama anakutambia fulani hivi, ndiyo yale ndiyo mwisho yake. Mtu bana, nitumie na mimi hela akula. Halafu mtu anapoingia kona, nasubiri nitakucheki baadaye. Ah, kumbe ndiyo kuponi yako. Muda mwingi mtu anakuomba hela, si kwamba yeye anakuomba hela la shida na hela, anakuomba hela tumalize maongezi. Maelewa? Mm. Kwa sababu binadamu, nendeni huku kwenye pointi ya hela tu lazima mwaribu maongezi. Kwa hiyo mtatafuniana masikioni wao ukiona na kuzingua mwambie mimi na shida shilingi elfu ishirini hapo. Anakata simu, utasikia nitakucheki baadaye basi. Ngoja nimalize kula. Kumbe ulijua kuna kumaliza kula ndio unipigie. Eh? Mpaka tumalize vibaya, maana huko ni kumaliza vibaya. Lakini bila hivyo haachi. Hmm? Muwe wa starabu jamani. Na kuna wengine lena na wenyewe wapo nakuta mtu kakaribishwa chakula amefika pale. Basi watu wamekuta wamekaa wametulia tu wanakula. Lakini akifika na cha story huko anatafuna. Mpaka anafika kipindi watu wote wanaacha kula wanamwangalia yeye peke yake. Alafu ajishtukii. Kuna watu kwenye maisha haji kujishtukia. Yaani, kwamba ili nalolifanya alipo sawa. Yaani, kuna watu wapo kama vile yani, kama wamechanganyikiwa sisi sema kama machizi, mataila si mataila hata sijui niweke fungu gani. Sawa midoli. Eh? Hajui kujishtukia. Yani, kuna mtu anaishi bila kujishtukia kwamba hili jambo nalifanya hapana. Wenzako wamekaa kimya, wewe unatafuna unaongea. Sasa watu wamekaa tena wa kuangalia we usoni, unafanya nini? We ndo kuanza basi. Jana ni, nilivyoenda pale mimi nilivyofika pale nakwambia, basi tkkumazetu vipi eh? umepewa lift unataka upige naoni wewe na kwa si, kuna tabia zingine zinakwaso tabia za ustaarabu jamani hasa eh? ukifika sehemu ya watu unaambia hivyo atakuwa uishi kutokana na mazingira aliyokuwepo, si ndio? Elena eh mm. Umekuta watu wametulia, basi na wewe tuliza akili, lakini ukuta watu wametulia, wewe unaita mchaluko kutoka huko ulipotoka, unaoka na yeye ni mchaluko kama wewe. Umekuta watu wanasikitika, na wewe tulia, usikitike, ujue kisa kitu gani. Umekuta watu wanacheka, na wewe cheka eh, wakuhadisi wanachekea nini? Wewe umekuta watu wanacheka, wanafika wanaanza kulia. Umekuta watu analia, umefika na anaanza kucheka kweli. Tabia zingine zinakuwa sio tabia nzuri jamani, kweli sio tabia nzuri. Na cheni, baadhi ya watu, sio wote, kuna baadhi wawanaume na, na, na wanawake. so so tabia hizi wanazo na sinakasio tabia nzuri. Unakuta mtu mwingine mwanaume mzima akishafika pale dasari, kama unavyosema anaanza kuongea ana, nakwambia kaacha hiki kaongea, yaani kufanya mtu ufali kama mtu mcharuku mcharuko, unajua inakuwa ipendeze. mm. afu mtoto wa kiume, basi unabaki tu mm. kumshangaa Kula chakula, ukishamaliza wewe ushafika pale, utahadisia hizo stories zako za kuhadisia mm -hmm. yale kutokea njiani misukosuko mm. uliopitia mpaka kufika hapo maki yako, ndo anahadisia story mm. -hmm. ehe tu kufika na mm -hmm. kwambia tukakamatwa na traffic mm. tulivyokamatwa, tukaenda sisi ndo dereva akatoa shilingi ndo tukaachiwe, yani nakwambia story ko mm. ehe, maliza kula, ukishamaliza wewe wahadisia, sababu ndo umefika kwa na hao wapo tayari kusikiliza hizo stories zako hizo. Umeona? hehe kocha stori stori nyingi nyingi, mara hivi unakuja ukaliwe bure. Kuna baadhi ya watu ambao wanatabia hizo, sio tabia nzuri, kwa upande wa wanawake mpaka wanaume wote wanatabia kama hizo, ila kama ulivyosema lena, kuna baadhi ya, kizifane, ya, ya fanye, wow. hey. hey. tabia mwanaume akizifanya anaonekana ni mbaya zaidi, afadhali afanye mwanamke, lakini ilikuwa tabia mwanaume akiiweka inakuwa so nzuri sana, aa lazima hmm. tuitafsiri vibaya, hata kama yeye ataona kafanya vizuri ataonekana kwamba ne mwanaume mzima, kwa nini kafanya vile? Kwa sababu kuna baadhi ya tabia inaonekana kwamba akifanya mwanamke haina tatizo sana, umeelewa? mm -hmm. woshe kukuta kwenye mvua mwanaume amekaa, ana mvua inanyesha, afu ana kinga maji anaogelea, lazima watu wamshangae. mm -hmm. tumekuta mwanaume mzima, ati mvua inanyesha, yana kinga maji anaogelea, baba jitu uzima kabisa, umeelewa? Lakini angekutwa mama mtu mzima asishe, yani watu wasingemshangaa sana. mm -hmm. wasingemtafsiri vibaya lakini kwa sababu kakutua mwanaume, watu wanaanza kumchukulia. Hii, yaani mwanaume anakaa kabisa kwenye mvua, eh? Kwa hiyo asikinge maji. Mvua, eh? Tembali. Yule mwanaume hata akipika tu. Eh. Hey. Watu wanaanza, "Yeye ni anapika." Yaani wewe hivi, yala za hey, kwa hiyo watu wanaanza kwenye ubaya. Wanaanza kuweka kwenye ubaya. Eh, hey, asa we kupika tu mtu utakuta. Hey. Wanamwambia hivyo. Au hata kama akiwa na mkewe akiwa anapika. Aya ah, ni ule, chana pika, mkewe kakaya na pika, umeona kitu. Mm. Eh, hey. Na hata kama una mke bachea ukipika sasa, kupika pika wewe na utia aibu hey, kila hey, neno neno, yani kila neno <laughs> <laughs> hakuna jema, hakuna jema, hakuna jema, hakuna jema tayari anaonekana kama kafanya makosa. Kwa kuna baadhi ya tabia ambazo wanaume wakizifanya tu kwa upande wao wanakuwa wamejaribia wao wenyewe yani, mm, tayari anaonekana kwamba kafanya kitu kikubwa kibaya, lakini kwamba inakuwa sio kitu kikubwa kutokana kafanya mwanaume lakini angekuwa ni mwanamke ingekuwa sio mbaya sana, japo hizo tabia ni mbaya kwa wote, kwa mwanamke na mwanaume, sio tabia nzuri. Wewe ushajijua unakula, usimpigie mtu simu ukaanza kumsumbua mkaanza kupigishana makelele eh. Maliza kula, mpigie mtu, pigie naye story. Na hata kama ikitokea mtu amekupigia wakati wewe unakula, mwambie bwana, mimi nakula, nikishamaliza nitakucheki. Umeona mona Sina salio nitakutumia meseji au nitakubipu au nitakupigia sio mbaya, au nipigie baada kaza ya dakika kadhaa nitakuwa nimemaliza, hakuna ubaya. Hakuna haja ya kumpigia mtu simu huku unatafuna hiyo inakuwa ni kero kwa mwenzako. Kitu kizuri ukikifanya wewe, ila kwa mwenzako inakuwa ni usumbufu kwao. Baadhi ya watu ambao ambayo mnatabia kama hizo, kiukweli hizo sio tabia nzuri mwache Ena kama tujafunga kipindi chetu cha simu staarabu na mbeje watu wenye tabia kama hizo. Ni tabia acheni, sio tabia nzuri, haipendezi. Chakula kinahitaji heshima. Umeona? Mm. Na ndiyo maana sunnati kuna baadhi hata watu wengine wanakuta, hata kama kiwa nakula, hata kama kiwa amevaa kofia anavua. Umeona? mm -hmm. eh, kwa hiyo chakula kinahitaji kuheshimiwa, ndiyo nawaambia chakula nini, chakula ibada. Hmm. Chakula inabidi utulie ule. Yaani wewe una muda unaongea mara, huku unaongea na simu huku unakula iko chakula na ngekiheshimia angekiheshimu vile vile. Mm. Wewe umekipata basi, bado ushukuru na ukiheshimu kile chakula, ukiheshimu wala nini. Anafanya ningepata tu, umeona sasa nakuwa ipendezi na, mm. na sio tabia nzuri. Kwa hiyo baadhi ya watu wacheni za tabia, chakula kinahitaji heshima na utakuja mtu upaliwe, mbadilike za tabia acheni. Kama ulivyosema Elena, chakula kitakuwa kiheshimiwa kweli. Elena, kuna watu unakuta mtu anatoka nyumbani asubuhi anarudi usiku, lakini hana chochote. Watoto mm. wamekaa wanamsubiria baba arudi nyumbani, akirudi hana, maskini ya Mungu, hana chochote, anatamani kweli angepata chakula kama hicho, akisali akiswalie aki ndo ale mm. umeelewa wewe? Mm. Unakipata unafanya kama vile mchezo, nikupigie yani. Eh? Ni video call uone yani, ungeniona hapa ninapokula nini, maana na vyakula vingi Haujui huyo mtu unayemwambia yupo kwenye nini, yupo kwenye mudi gani eh, mwenzako muda mwingine hana chochote. Sio ustaarabu na sio tabia nzuri. Ukipata riziki, mshukuru Mwenyezi Mungu, kaa chini kula. Ukishashiba basi watafute ambao nataka kuongea nao, sio lazima uwapigie ili wajue kwamba, muda wa kula, muda wa kula ajulikana ni mchana, asubuhi na jioni, naelewa. Kwa hiyo watu wote wanajua, aliyepata kapata na aliyekosa pia kakosa. Leo tunafunga kipindi chetu cha si ustaarabu. Mungu akipenda mpaka kesho tutaendelea na kipindi kingine cha si ustaarabu. Jina langu naitwa Sinati Rusinde, tulikuwa na Elena Steveni. Mungu akijalia mpaka kesho kwa